Bwana Yesu asifiwe, wapendwa, natumai mko salama ndani ya Yesu, pia mimi niko salama mm, na mshukuru Mungu ni e, jioni nyingine njema, jioni nyingine njema ambapo nielekea saa kumi, saa kumi kasoro dakika tatu. Namshukuru Mungu amenilinda mm, mm, kwanzia siku ya asubuhi hadi kufikia hii masaa, akika magharibi, mkono wa kwake sio kwa nguvu zangu, bali ni kwa, kwa rehema zake wapenda nasikia nizungumze nani ama nisemezane nani, katika kitabu cha Proverbs ama mithali, mithali tatu pale tano hadi sita <coughs> ama hata nianzie hapo moja, wacha nianzie hapo moja. Itakuwa ya baraka, ndio mweze kuelewa, itakuwa ya baraka. Wacha tuamini kwa sababu ya neno mtakatifu mtakatifu wanguishia milele. Ninakushukuru, ninakuinywa Jehova, ninakutukuza tena kwa mara nyingine. Dadii baba, ninakuja mbele zako masaa hii ambayo ni saa tisa na dakika hamsini na nane ninakuja mbele zako, naleta neno lako mbele zako baba, tizama, ninaenda kusema mimi bali maneno yatatoka kwenye kinywa chako, ninaomba ukaondoe maneno yaliyo kwa yangu. Weka yako kinywani mwangu. Wasikilizaji pia yote atakaenda kuisikiza hiyo voice note, mcha Mungu akabarikiwe, akatembea kitafakari ukuu wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa utukufu wako. Fungue masikio ndani na nje, wakalisikia neno lako na kulifanyia kazi. Katika jina la Mwana Yesu Kristo Baba nikiamini kwa jina la Yesu Amen. Mithali tatu kuanzia pale mstari wa kwanza inasema Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Ushike amri za Mungu maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Unaona, ukishika sheria za Mungu, ukishika sheria za Mungu atakuongezea nini? Atakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani ndani yako pale tatu anasema, rehema ni kweli zisifara, eh? zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako eh? <laughs> Rehema, rehema na kweli zifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Amen. Mungu weka ndani moyo wako, weka ndani Mungu maandiko yake neno lake tembea kitafakari, ni uliandike ndani ya moyo wako, weka kibao pale hmm. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu hmm? utakapoweka kibanzi ndani ya moyo wako hmm? Utapata kibali na akili nzuri mbele za watu, mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. Yani utapata kibali popote pale unapoenda hata unapoenda kutafuta kazi asubuhi, unapomtanguliza Mungu Hakika kwa imani huwezi kuosa, kwa sababu umeshaweka kibali, umeshaweka kibao ndani ya moyo wako, na ndio maana unapata kibali mbele za Mungu na kibali mbele za mwanadamu. Ndio maana unaonekana, ndio maana unapata kuonekana. Amen. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe. Inatuambia tumtegemee Mungu, wala usitegemee moyo wako, wala usitegemee akili zako. Unaona? wala usitegemee mwanadamu, tegemea Mungu tegemea Mungu ndugu yangu ha? Katika njia zako zote mkiri yeye naye ata, atayanyoosha mapito yako. Amen. Unapomtegemea Mungu katika njia zako zote, mkiri yeye naye atanyoosha mapito yako yote, hata kazi utapata tu bila shida, unapotoka tu hivi, eh unapotembea tembea tu na Mungu, tembea na Mungu. Hmm? Kuna ile nyimbo inaimbwa, kutembea na Yesu mimi napenda kutembea na Yesu mimi napenda. Amen. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Sio mimi nasema, ni maandiko eh? Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashindikizo yako yatafurika divai mpya. Mwanangu, usidharai usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usiogope wala usione tabu kudhiwa naye. Hmm? Hmm, hmm. Hapo sasa inamaanisha unapata unaomba kazi Mungu anakupatia kazi, ndugu yangu, alafu unasahau kumtolea fungu lake la kumi. Hapo ndio shida ambayo tunaingia hapo ndio tunapata tatizo chochote una, kile unapoingiza, unapoomba Mungu, ndugu yangu, usisahau kumtolea sehemu yake. Mtolee Mungu sehemu yake, mtolee Mungu sehemu yake. Ndio maana anatuambia gala lako litafanya nini? Litajazwa. Amen. Twende pale tuangalie katika, ngoja Goden, ngoja nifungue kwanza, naongea mambo yangu. Yes, Mithali 16 mstari wa 3 inasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Amen. mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako atafanya nini? Yatathibitika. Amen. Hiyo ni kuhusu kazi ambayo mwambi ambao tuliingia siku ya leo, tulikuwa tumeshikilia hiyo section ya wafanyakazi wote ama ya watu ambao wanatafuta kazi yote, tumeshikanisha leo kwa siku ya leo, tunaombea hiyo na itakuwa ya baraka sana, msikilizaji ambao anaenda kusikiza hiyo siku ya leo ama hii mahubiri. Wacha tuamini na tukaombe, nitakuwa ya baraka. Mtakatifu mtakatifu Mungu ishi milele, ninakushukuru kwa kuwa nasi, ninakushukuru kwa ujumbe ambao umetoa hii masambo ni saa kumi hadi hakika, ni wewe tu, hadi sio kwa nguvu zangu, bali ni wewe. Mimi ni chombo tu, wewe ni mfinyanzi ni asante pia kwa msikilizaji ambao ataenda kusikiliza kwa makini hii maandiko na kutii, katika jina la Yesu Kristo asante kwa uwepo wako, asante kwa utukufu wako. Baba watendee mema, wapiganie, wainue katika jina la Yesu Kristo, maana niye kimbilio letu, ndio msaada wetu. Hakuna kufananishwa wakufananishwa na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe. Ni asante kwa utukufu wako, kwa machache nimeomba, na kwa lambo sijaweza kuomba, wacha neema yako ikaonekane, wacha utukufu wako ukajitukuke, na ni katika jina la Mwana wa Yesu Kristo. Baba, nimeomba nikiamini kwa jina la Yesu Amen.